Leo hebu tuzungumze kuhusu saratani ya tezi dume. Ni mojawapo ya saratani zinazowapata wanaume kwa wingi duniani kote, lakini kwa namna fulani, nchini India, hatuzungumzii sana kuhusu saratani ya tezi dume. Mwanaume yeyote mwenye umri zaidi ya miaka hamsini au mtu mwenye historia ya saratani katika familia yuko katika hatari kubwa ya kupata saratani ya tezi dume. Katika saratani ya tezi dume wanaume wanaweza kupata dalili za mkojo kama vile ugumu wa kukojoa, haja ya kukojoa mara kwa mara, damu kwenye mkojo, au maumivu ya kawaida ya chini ya tumbo. Lakini katika visa vingi, mgonjwa anaweza asiwe na dalili zozote kabisa, na ndiyo maana uchunguzi wa afya wa mara kwa mara unakuwa muhimu sana. Kipimo rahisi cha damu PSA, antigeni maalum ya tezi dume, pamoja na uchunguzi wa tezi dume vitasaidia sana Mara tu utambuzi wa saratani ya tezi dume unapofanywa, hakuna haja ya kupoteza matumaini yako. Tunayo chaguo nyingi za matibabu kama upasuaji, mionzi, matibabu ya homoni, chemotherapi na maendeleo mengine mengi hapa katika kituo cha saratani cha Apollo. Kama sehemu ya timu, tunachagua chaguo sahihi za matibabu kwa mgonjwa wetu ili wawe na nafasi bora ya kuishi na njia ya kupona.